Safina ya Nuhu ni picha ya Kristo. Nataka niwakumbushe kwamba safina ya Nuhu waliingia wanyama kwa wa wa nyama wa kila namna. Haijalishi mnyama alikuwa mzuri kiasi gani, asipoingia kwenye safina ya Nuhu aliangamia. Haijalishi mnyama alikuwa mbaya kiasi gani akiingia kwenye safina ya Nuhu. Kwa kwa hiyo kinachookoa wa wa watu ni wapi wameingia. atapichafisi waliingia kwenye safina, ngedere wa kila namna waliingia kwenye safina wa na walipoingia kwenye safina hawakuangamia. kigezo mtu mmoja tu kuingia kwenye safina, na kigezo kilichoko katika majira haya, wanaandika siku za kama siku za Nuhu Itapigwa kelele kila mahali kwamba watu waingie kwenye safina, kwa maana siku mbaya zaja. Halo, wataoingia ndani wataokolewa mle, ambao hawataingia. Kwa hiyo haijalishi ubora ulionao, inapojalisha ni uko wapi. Kwa hiyo kuna watu wema ambao wataangamizwa kwa sababu hawako ndani ya Kristo. Yesu sio wema, tigeza ndani ya Kristo.